DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji, popote pale ulipo, karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo. DW habari za ulimwengu. Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Hamas yaridhia pendekezo la usitishwaji mapigano Ghaza. Macron atumai hasira za Trump dhidi ya Putin zitamshinikiza kuchukua hatua dhidi yake. Wagombea wa urais watatu wa zamani Algeria wapewa kifungo cha miaka kumi jela kwa makosa ya udanganyifu wa kura. Habari kamili. Cairo, duru kutoka kwa wanamgambo wa Hamas zinasema kundi hilo limeridhia pendekezo la kusitisha mapigano Gaza lililowasilishwa na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, aliyoipokea kutoka kwa wapatanishi. Pendekezo hilo linajumuisha kuachiwa kwa mateka kumi wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas pamoja na uwepo wa siku sabini za usitishaji mapigano. Pendekezo hilo pia linajumuisha kuachiwa kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel ikiwemo mamia ya wale wanaotumikia vifungo vya muda mrefu. Duru hiyo imeliambia shirika la habari la AFP kwamba mazungumzo ya kusitisha kikamilifu mapigano yatafanyika wakati wa utulivu huo wa siku sabini wakati kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akisema hatua za Israel katika ukanda wa Gaza haziwezi tena kuhalalishwa hasa. Mstari mwekundu unapovukwa au sheria kima ya kimataifa ya kibinadamu inapokiukwa, lazima niseme kwamba kile kilichotokea wikendi, kushambuliwa kwa shule nyingine katika ukanda wa Gaza ni janga la kibinadamu. Tuna mawasiliano ya karibu sana na serikali ya Israel. Nitazungumza na Netanyahu wiki hii. Lazima niseme kwa wazi zaidi kuhusu kile jeshi la Israel linachokifanya katika ukanda wa Gaza. Kusema kweli, sielewi tena kwa nini watu wanaumia kiasi hiki. Hili haliwezi tena kuhalalishwa. Hayo sio mapambano dhidi ya Hamas, huo ni mtazamo wangu. Israel bado haijatoa tamko lolote kuhusu kauli hiyo Hanoi Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema anatumai hasira za Trump dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump zitaishia kwa rais huyo kuchukua hatua dhidi ya Putin baada ya Moscow kuendeleza mashambulizi makali mjini Kiev na maeneo mengine ya Ukraine. Mashambulizi hayo yanafanyika licha ya hatua zinazochukuliwa na Marekani za kuyashinikiza mataifa yote mawili hasimu kufikia makubaliano ya kusitisha vita. Macron aliwaambia waandishi habari mjini Hanoi, kituo cha mwanzo cha ziara yake kusini mashariki mwa bara Asia kwamba anaamini sasa Trump anatambua muda wote Putin amekuwa akimdanganya. Macron amependekeza Urusi iwekewe vikwazo zaidi kuishinikiza iachane na mashambulizi yake Ukraine. Jana Jumapili, Trump alimkosoa mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwa kumwita mwenda wazimu baada ya taifa hilo kuishambulia Ukraine kwa makombora na droni na kusababisha vifo vya watu 13. Mahakama moja nchini Algeria imesema wagombea watatu wa zamani wa rais nchini humo ni miongoni mwa watu walioshitakiwa na kufungwa jela kwa makosa ya kufanya udanganyifu kwenye uchaguzi. Mfanyabiashara wa kike Saida Nerza, waziri wa zamani Belkem Sahli na jamaa yake kwa jina Abdul Hakim Hamadi walihukumiwa kifungo cha miaka kumi jela kwa makosa ya kutoa fedha ili kupata saini zilizokuwa zinahitajika kuingia katika kinyang'anyiro cha gombea urais mwezi Septemba. Tarehe nane mwezi Mei, mwendesha mashitaka ya umma alipendekeza washitakiwa wapewe kifungo cha miaka kumi jela na faini ya dola elfu saba na mia sita kila mmoja katika kesi iliyosikilizwa kwa siku tatu. Watu wengine sabini, wakiwemo watoto watatu wa Nerza walipewa kifungo au vifungo vya kati ya miaka mitano na nane jela. Hakuna hata mmoja kati ya wagombea hao watatu waliofanikiwa kujisajili kugombea urais katika uchaguzi huo ambao rais wa sasa Abdul Majid Tebaun alishinda kwa kishindo. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yupo Finland kuhudhuria mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa ya Nordic. Miongoni mwa mada watakazojadili ni ulinzi wa jumuiya ya NATO kuelekea kitisho cha Urusi pamoja na ushirikiano wa kiuchumi. Tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake Ukraine, kitisho cha usalama kimeendelea kushamiri, hasa kwa taifa la Finland linalopakana na Ukraine. Ripoti za wanajeshi wa Urusi kuwepo karibu na eneo la mpakani kati ya mataifa hayo pia imeendeleza kuzidisha kitisho hicho cha usalama. Baadaye jioni Friedrich Merz anatarajiwa kuhudhuria dhima ya chakula cha jioni hii leo na mawaziri wakuu wa mataifa hayo katika kasri la medieval katika mji wa pwani wa Turku kusini magharibi mwa Finland. Finland na Sweden walijiunga na jumuiya hiyo ya kujihamia NATO kufuatia Urusi kuanzisha uvamizi wake wa kijeshi Ukraine. Nairobi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, limesema watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda wapo katika hatari ya kupitia mateso makubwa tangu taifa hilo lilipopitisha sheria kali ya kupinga ushoga miaka miwili iliyopita. Shirika hilo liliwahoji watu takriban sitini wa jamii hiyo, familia zao, wanaharakati na wanasiasa kuandaa ripoti ya athari ya sheria hiyo iliyopitishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Sheria hiyo iliweka adhabu ya kifungo cha maisha kwa wanaoshiriki vitendo hivyo na hata kutoa adhabu ya kuuawa kwa watakaopatikana na hatia kushiriki ya kushiriki mapenzi ya jinsia moja. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar, DW dunia yetu leo jioni. Alewi tena malengo ya Israel huko Gaza, anasema kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi ana dhamira ya kuishtaki Tanzania katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC mjini The Hague Uholanzi. Na jeshi la Uganda la tangaza kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Ujerumani. Tuko mubashara pia katika channel yetu ya YouTube, msikilizaji na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu ni kianza moja kwa moja na kauli ya kansela wa Ujerumani Friedrich Mets ambaye amesema haelewi tena malengo ya Israel katika ukanda wa Gaza. Mets amesema kiwango cha sasa cha mashambulizi ya Israel dhidi ya Hamas hakiwezi kuhesabiwa kama ni mapambano dhidi ya kundi hilo. Huku hayo yakiendelea, jeshi la Israel limetoa agizo jipya la watu kuhama kutoka eneo la kusini mwa mji wa Khan Yunis. Taarifa kamili na Zainab Aziz. Kansela wa Ujerumani amesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel katika ukanda wa Gaza yanateketeza binadamu na kupoteza maisha ya raia wasio na hatia na kwamba mashambulizi hayo ya Israel hayakubaliki na yamevuka mipaka ya vita dhidi ya ugaidi. Kansela wa Ujerumani pia ameelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kuzorota kwa hali ya kibinadamu huko Gaza na kuongezeka kwa operesheni za kijeshi za Israel katika eneo hilo. E bezorgt uber di lage im gaza straifen. Tuna wasiwasi kuhusu hali ya ukanda wa Gaza na pia kuhusu Israel kuimarisha operesheni yake ya kijeshi. Tunahimiza kuruhusiwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza bila y kuchelewa, kwa sababu kama tunavyosikia kutoka kwa Umoja wa Mataifa ni kuwa kuna hatari ya kuzuka balaa njaa katika ukanda wa Gaza. Tunatakiwa kusaidia ili watu wasiendelee Hatua hii inashangaza kidogo kwa kuwa kutokana na sababu za kihistoria, Ujerumani daima huwa inajiepusha na matamko ya kuikosoa Israel, tofauti na washirika wengine wa bara Ulaya. Israel kwa upande wake inaendeleza mashambulizi yake, huku jeshi likitoa agizo la watu kuhama kutoka kwenye baadhi ya maeneo ya mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza hii leo Jumatatu. Mengineyo, waziri wa usalama wa taifa wa Israel anaelemea mrengo mkali wa kulia Itamar Ben Gvir ametembelea eneo takatifu kwa Wayahudi na Waislamu ambako kuna msikiti wa Al Aksa kwenye mji mkongwe wa Jerusalem. Tangu Israel ilipoliteka eneo hilo mwaka 1967, yalifikiwa maelewano kati ya viongozi wa kidini wa Israel na Waislamu kwamba Wayahudi wanaruhusiwa kulitembelea eneo hilo, lakini hawakubaliwi kusali hapo. Lakini Benvir amesema leo hii amebadilisha makubaliano hayo. Kwa Waisraeli wengi Siku ya Jerusalem ni tukio la furaha linaloashiria wa wakati wa ukombozi katika historia ya nchi yao katika upatikanaji wa eneo muhimu la wayahudi la ukuta wa Magharibi. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, siku kuu ya Jerusalem wakati mwingine imesababisha vurugu. Taarifa yake Zainab Aziz kuhusu mzozo wa Gaza. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema rais wa Urusi Vladimir Putin anaona mapendekezo ya mazungumzo ya amani na Ukraine kama ishara dhaifu na amejibu kwa kuzidisha vita. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo. Merz ameliambia shirika la utangazaji la umma VDR, ni wazi kuwa Putin anaona mapendekezo ya mazungumzo hayo kama dhaifu na kwamba juhudi za kidiplomasia za kuumaliza mzozo wa Ukraine zimekumbana na hatua kali za kijeshi kutoka Moscow. Kulingana na Merz, washirika wa Ukraine kutoka nchi za magharibi wametumia kila njia za kidiplomasia zilizopo. Merz ameonya ikiwa hata pendekezo la pande hizo mbili kukutana Vatican halijapata idhini ya Putin, basi wanatakiwa wajitayarishe kuona vita hivyo vikidumu kwa muda mrefu kuliko wanavyotamani kuviona vinamalizika. Aidha, kansela huyo Jirwania wa Ujerumani amesema washirika wa magharibi hawaweki tena marufuku na mipaka ya aina mbalimbali za silaha kwa Ukraine na kwamba nchi hiyo sasa ina makombora ya masafa marefu kuweza kuilenga miundombinu ya kijeshi nchini Urusi. Es gibt keinerlei Reichweitenbeschrankungen mehr für... hakuna tena vikwazo vya silaha zinazotolewa kwa Ukraine, sio kutoka kwa Uingereza wala Ufaransa wala sisi na wala Marekani. Hii inamaanisha kuwa Ukraine sasa inaweza pia kujilinda yenyewe, kwa mfano kwa kushambulia maeneo nchini Urusi. Haikuweza kufanya hivyo hadi hivi karibuni, sasa inaweza. Katika hatua nyingine, rais wa Ufaransa Emanuel Macron amesema anadhani rais wa Marekani Donald Trump sasa anatambua uongo wa Putin kuhusu Ukraine. Macron ameitoa kauli hiyo baada ya Trump kusema kwamba Putin amekuwa mwenda wazimu kutokana na kuendeleza mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine, na hivyo alikuwa anafikiria kuweka vikwazo vipya dhidi ya Urusi. Macron amesema ana matumaini kuwa hasira ya Trump dhidi ya Urusi itabadilika na kuwa ya vitendo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodimir Zelenski anatarajiwa kuizuru Berlin siku ya Jumatano kukutana na Merz. Gazeti la Ujerumani la Der Spiegel limeripoti leo kuwa Merz anataka kujadiliana hatua zinazoweza kuchukuliwa kuelekea katika mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Kansela huyo wa Ujerumani anatarajiwa kumwarifu Zelenski kuhusu mipango ya vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vinavyonuia kuiongezea shinikizo Moscow kushiriki katika mazungumzo ya amani. Huku hayo yakijiri, mkuu wa ujasusi wa kigeni wa Ukraine Ole Ivashenko amethibitisha taarifa kwamba China inaipatia bidhaa muhimu Urusi katika viwanda vyake vya kijeshi. Ivashenko amesema leo kwamba kuna taarifa China inaipatia Urusi bidhaa maalumu za kemikali, baruti, unga wa risasi na vifaa vingine vinavyowezesha kutengeneza risasi. DW, tunavuma kwa kishindo. Saa kumi na mbili na dakika kumi na tatu Afrika Mashariki. Kama unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn. Tuelekee sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama cha Joseph Kabila na kundi la waasi la AFC M23 wanadai kuwa rais huyo wa zamani yuko mjini Goma. Ziara hiyo inaelezwa na wafuasi wa Kabila kuwa inalenga kutafuta suluhisho la mzozo wa hivi sasa nchini humo hata hivyo, serikali imekosoa vikali ziara ya Kabila mjini Goma na kusema ni usaliti kwa taifa. Mengi zaidi yanayo Salehe Mwanamilongo. Duru mjini Goma zimesema kuwa Joseph Kabila alikuwa na mashauriano na watu wake wa karibu mchana wa leo mjini huko, lakini ajenda ya ziara yake rasmi haijawekwa wazi. Ramazani Shadari, katibu mkuu wa chama cha PPRD, chama chake Kabila, ameiambia DW kuwa ziara ya Kabila mjini Goma inalenga kurejesha amani na usalama. kwa kufika yake Goma ni kusema kama anatafuta amani, anatafuta amani iingie kati ndani ya nchi yetu Kongo, sababu yeye alikuwa rais wa zamani. Sisi tunapenda njo amani iingie Mkongo. Kabila najua vita ni nini, mambo ya vita ituangalie tena duru zimeiambia DW kwamba rais huyo wa zamani wa Congo aliwasili Goma usiku wa manane kwa njia ya barabara na alipokelewa na kiongozi wa kundi la waasi la AFC M23 Corneille Nangaa. Kabila aliondolewa kinga yake ya kisheria wiki iliyopita kufuatia ombi la serikali la kutaka afunguliwe mashtaka ya uhaini. Serikali ya Congo imekuwa ikimtuhumu Kabila kuwaunga mkono waasi wa, wa M23 wanaoshikilia miji ya Goma na Bukavu, miji mikuu ya majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini. Ijumaa iliyopita, Joseph Kabila alimkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kile alichokiita uongozi mbaya, akisema kuwa umelitumbukiza taifa katika mgogoro wa kimuundo na kuifanya Kongo kuwa kichekesho mbele ya jamii ya kimataifa. Mjini Kinshasa, hotuba ya Joseph Kabila na ziara yake huko Goma vimechukuliwa kama kitendo cha usaliti wa taifa na kwa demokrasia. Akihojiwa na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa Kabila amepitwa na wakati na alitakiwa kunyamaza. Uh, que..., tumeona maoni ya Wakongo baada ya hotuba ya Kabila. Maoni ya Wakongo walio wengi kwenye mitandao ya kijamii ni ishara tosha kuhusu wanachofikiria. Kwa hakika, rais Kabila amepitwa na wakati, ambaye hana jambo jipya la kupendekeza kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Kwa upande wetu sisi, tunajikita katika kutatua matatizo ambayo yeye Kabila hakuweza kuyatatua wakati alipokuwa madarakani. Kuwasili huko kwa Joseph Kabila mjini Goma kuna kiweka matatani chama chake cha PPRD ambacho baadhi ya viongozi wake wamekuwa wakihojiwa na mamlaka za Kinshasa, huku waziri wa mambo ya ndani akitangaza kusitisha shughuli za chama hicho. Hata hivyo, Ramazani Shadari, katibu mkuu wa chama, amesema hawatishiki na hatua hiyo ya serikali. <laughs> chama ya chama iko iko ndani ndani ya ya kichwa kichwa ya mtu, sisi ni PPRD, sisi ni Wakabiliste. Unaona kama ni mchezo mchezo. Kwenye ujumbe kupitia ukurasa wake wa X, Corneille Nanga, kiongozi wa kundi la waasi la M23, amesema kuwa kwa pamoja na Kabila wanadhamiria kukomesha kile alichokiita kuwa ni udikteta na migawanyiko nchini Kongo. Endelea kutuma maoni yako, msikilizaji, nami nitayasoma hapo baadaye. Unaweza kufanya hivyo kupitia YouTube yetu chaneli yetu au katika Facebook, nitayasoma hapo baadaye. Nchini Kenya, mwanaharakati ambaye alitekwa nchini Tanzania na siku tatu baadaye kutelekezwa katika eneo la Horohoro karibu na mpaka wa taifa hilo na Kenya, Boniface Mwangi amezungumza na DW na kusimulia yaliyomfika, huku akionyesha dhamira ya kuishtaki Tanzania katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ya mjini The Hague nchini Uholanzi. Zaidi msikilize akieleza hali yake ya sasa pale alipozungumza na Sudi Mnete. Niko si na maumivu, niko na maumivu kwa mwili, sehemu za siri niko na maumivu na miguu yangu pia iko uh -huh. Na shida juu niko na kwa miguu na na kidole kimoja kimevunjika. Wakati hatua za mwanzo ambapo umeachiliwa uh, ilielezwa kuwa hali yako mbaya sana na hata wewe mwenyewe baadaye ukasema umepitia, uh, siku za giza, siku ngumu sana. Hebu tueleze kwanza, kwa kiasi gani umeumizwa kwa ndani? Niumiza sana, lakini ile ile pia ile mateso ilikuwa kwa hiyo siku tatu. Nilikuwa nimeshikwa, sikuwa naona, walikuwa wamenifunga uso na niko na pingu siku tatu. Kwa hivyo sasa kuna ile kulikuwa na ile psychological torture na iko na physical torture, so hizo vitu zote mbili zinapatia shida mwili na uma akili pia si timamu kabisa, akili pia inasumbua, iko na ile, ile mawazo mengi. Nimekabwa, nime macho, nimepigwa pingu, sizungumziwi, nikizungumziwa ni kupigwa tu. kama utapata matibabu mazuri utarejea katika hali yako ya kawaida, au kasoro zake zitakuwa bado zimesalia katika mwili wako? najua mwili kivunjika irudi vile ilikuwa hivyo hapo awali, lakini natumbai kwamba pale pale palivyo imevunjikavunjika nikipona nitakuwa vizuri, nizatembea vizuri. Kwa wakati huu siwezi tembea vizuri, lazima nipatiwe ni, ni usaidizi ndio niweze kutembea hata kwa kwa kumsalani. Wakati wote ambapo ulikuwa unafanyiwa hivyo, umefungwa macho, ulikuwa unasikia chochote? kelele mba mfano zilizokuwa zinapigwa na ulimwengu e, mwangi Mwangi, ulikuwa unasikia kilio cha wananchi? Kuna siku kuna siku nilikuwa nasafirishwa na gari kutoka Dar es Salaam, sinapelekwa wapi, nalikuwa na nasikiliadichuwale, so nikasikia wakisema kwamba mwanaharakati maarufu wa Kenya Boniface Mwangi. Wakati walisema tu jina langu hivi, wakazima redioaaikatekadhaa sio sikujua nini endelea, lakini nisikie jina langu kwa redio. Wanaokukosoa wengine wanasema Bwana Mwangi ameingia Tanzania kwa namna isiyo sawa hakufata taratibu, hakuna kasoro yoyote, kwa sababu mimi ni mimi ni raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki na sina, nikienda Tanzania ama nikienda Uganda ama nikienda Rwanda, sifai kuulizwa sababu ya kuenda kwa hizo nchi, kwa sababu hata paspoti ni moja. Ukiangalia paspoti yangu na Tanzania na Uganda zinafanana, imeandikwa East Africa Community. Kwa hiyo sina sababu, naezaenda tu hizo nchi bila hata kas, sababu yoyote na maafisa wa, wa Tanzania wanadanganyana kwa sababu hakuna karatasi ambayo niliandika ama nikasema kwa sababu nimeenda Tanzania. Nilienda nikapita katika immigration, nikapiga passport yangu stamp na nikaingia tu bila maswali yoyote. Lakini kwamba kama ningekuwa nimevunja sheria za Tanzania ningeshikwa nipelekwa mahakamani, si kupitia mateso, pigwa, kufungwa. Kilichokupeleka Tanzania ni hii kesi ya kiongozi wa upinzani wa taifa hilo Tundulisu au kuna mambo mengine? Nilienda kwa hiyo kesi ya Tundulisu, baadae nirudi Kenya. Kwa yote haya yaliyotokea Mfano. Yeah. Utadiriki wakati mwingine wote kuingia tena Tanzania? Uh, <laughs> Ni ngumu kusema kwa wakati huu mm. Labda suluhu akikufa ama atoke, lakini kwa wakati huu siwezi enda. Walinifanya ni mabaya mengi sana. Boniface Mwangi mwanaharakati kutoka Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Jeshi la Uganda limetangaza kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Ujerumani. Hii ni kufuatia madai kuwa nchi hiyo ya Ulaya inaunga mkono na kufadhili harakati za kuhujumu usalama na uthabiti wa Uganda. Hatua hii imekuja siku chache baada ya ujumbe wa Ulaya kukutana na mshauri mkuu wa Rais Museveni, ambaye pia ni kakake Jenerali Salim Saleh. Ni katika mkutano huo ndipo balozi wa Ujerumani alipokosoa waziwazi mienendo ya mkuu wa majeshi Muhozi Kainerugaba na kukiuka haki za binadamu, na pia ujumbe wake wa mara kwa mara ambao unasababisha kero ndani na nje ya nchi. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo. Katika taarifa iliyosambazwa kwa vyombo vya habari na pia kupitia mtandao wa X usiku wa kuamkia leo, kaimu msemaji wa jeshi la Uganda Chris Magezi alielezea kuwa wamechukua hatua ya kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Ujerumani kutokana na mienendo ya balozi wa nchi hiyo mjini Kampala Matias Shawa, kuhusika katika harakati za kuchochea uasi dhidi ya utawala wa Uganda. Saa chache kabla ya taarifa hiyo, mkuu wa majeshi jenerali Muhozi Kainerugaba alikuwa amesambaza ujumbe kwenye ukurasa wake wa X kwamba balozi huyo hafai kabisa kuiwakilisha Ujerumani. Lakini kulingana na wadadisi wa, wa masuala ya kisiasa madai dhidi ya balozi Shawa ni kutokana na ukakamavu wake wa hivi karibuni kumkosoa wa waziwazi jenerali huyo kwamba matamshi na vitendo vyake vinaleta kero kwa mataifa ya jirani na ya kigeni. Katika mkutano kati ya ujumbe wa Ulaya na baba mdogo wa jenerali huyo Muhozi Kainerugaba, jenerali Caleb Akandwanaho almaarufu Salimu Saleh wiki iliyopita, balozi Shawa alielezea kuwa pana haja ya kumshauri jenerali Muhozi kuacha kukiuka haki za binadamu kwa kusababisha mateso dhidi ya wapinzani wa babake na pia kutishia usalama wa mataifa jirani. Tunahofia kuhusu sifa mbaya inayosababishwa kwa nchi hii kutokana na mienendo ya mkuu wa majeshi, na haonekani kushauriwa na mtu yeyote. Hatua ya ujumbe wa Ulaya kukutana na Salimu Saleh ni kielelezo kuwa mabalozi hao wanatambua kuwa ana ushawishi mkubwa kwa kakake Rais Museveni, lakini pia kwa mtoto wao Mhozi. Jenerali Salim Saleh aliahidi kumshauri Jenerali Mhozi, huku akiomba radhi kwa niaba yake kwa kusema, kwa niaba yake naomba radhi, lakini sijui ni ujumbe gani atasambaza baada ya hapo. Naomba kusitia uhasama na tuangazie mengine. Lakini kinyume na tamko hilo la kuomba radhi, jeshi la Uganda lilianza kuwasilisha taarifa za kumkosoa balozi wa Ujerumani kwa kuchochea uasi, na hapo jana likatangaza kusitisha ushirikiano wa kijeshi. Hata hivyo, katika kikao cha wanahabari, msemaji wa wizara ya masuala ya kigeni wa Ujerumani ametaja madai hayo kutokuwa na msingi wala ukweli wowote. wa kikao hicho kimefanyika leo Jumatatu mjini Berlin. Lege Emmanuel, DW Kampala. Na msikilizaji, ni wakati sasa kuweza kuyasikia yanayovuma katika mitandao ya kijamii na Saumu Njama yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio. Samo, karibu. Asante sana Joseph, tuanzie kule Kenya. Kuna mbunge wa Juja anafahamika kama George Kiomburi amepatikana akiwa ametupwa kwenye shamba la kahawa katika kaunti ya Kiambu, na amechukuliwa baada ya kupatikana na kupelekwa katika hospitali ya Plains View iko kule karibu na Ruiru. Familia yake imethibitisha taarifa ya kupatikana kwa mbunge huyo, ikisemekana kwamba alichukuliwa na watu wasiojulikana nje ya kanisa jana Jumapili. Na leo amepatikana. Katika video iliyosambaa mitandaoni imemuonyesha mbunge huyo akiwa amelala chini hoi akiwa analia kwa kelele kwamba ni kama anasema nime na uao mimi na uao, akiwa anapiga kelele. Kwa hiyo mkewe Anko Imburu pia alijeruhiwa, wakati anasema wakati mumewe anachukuliwa. Katika hizo vuta ni kuvute, kulikuja gari ambayo inasemekana haikuwa na nambari ya usajili wa kiserikali ya namna yote, lakini ilikuwa tu gari la binafsi mm -hmm, likambeba likamtia ndani ya gari. Sasa mwanzo kulikuwa na fununu kwamba ni idara ya upelelezi DCI, kwamba imemchukua eh, lakini DCI imekanusha kwa utekaji huo, na ingawa imethibitisha kwamba mbunge huyo walikuwa wakimsaka tangu Ijumaa wiki iliyopita, kutokana na tuhuma na madai ya kesi za ulaghai wa ardhi na matumizi mabaya ya fedha za CDF.

Kwa hiyo ni kama kama video ni kama drama kule, ni kama video ni kama drama. Manake nimeona kauli ni, itakuwa ni mmoja kati ya wale viongozi wa mm. serikalini mm -hmm. akitoka ule hivi sasa. Baoni ni mengi, kuna mmoja hapa Radio Kenya Voice anasema hii ni hatua ya kuonyesha kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria. Ikiwa Koimburu amekuwa akikwepa kesi za ulaghai, basi hatua za kisheria ni lazima zichukuliwe dhidi yake. Hata akafanya drama, sheria zitachukuliwa vile vile, na mwingine hapa anaitwa Youth for Justice KE anasema, DCI wamekanusha kuhusika na bado haijulikani ni kina nani waliomteka, e, waliokamata kama. Kuna mambo mengi hapa yamejificha na sisi hatujui. mm -hmm. Ikiwa DCI haijahusika basi alau watuambie uchunguzi wao unasemaje, ni kina nani ambao wamemchukua ya. Mbali na hayo tuangazie kandanda, gumzo la wachezaji kuhama kutoka timu moja hadi nyingine. Gumzo kubwa zaidi leo eh, ni kiungo huyu wa Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Kuna taarifa ambazo zimechapishwa eh, mitandaoni, inasemekana kwamba Liverpool tayari imeanzisha mazungumzo ya kumsaini kijana huyu kwa rekodi ya pauni ya zaidi ya milioni 85 ambazo tayari walishatumia msimu wa mwaka 2022 kumsajili Nunes wako tayari kumlipa Florian Wirtz zaidi ya kiwango hicho. Wanasema kumsajili Wirtz ni kama uwe na mtandao wa, wa Wi-Fi, ambayo haikwami kwami, kwami. Ukikitoa <laughs> yani, pasi unafunga bao. Kuna mmoja hapa anasema nataka kuona Wirtz akichezea Anfield. Anasema huyu kijana ana talanta ya kueleweka kwa hiyo patachimbika Anfield. Haya, tusubiri tuone. Huyu ni espor Limembe kupitia channel yetu ya YouTube, anasema hongera DW kwa matangazo yenu mazuri, na wapata nikiwa kamituga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyanda bukombe wangara Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huku Gaza. Rashid saidi mweta wamoshi, Tanzania anasema watawala wa Afrika hawataki kukosolewa. Njile mgema wa Geita, Tanzania anasema Uganda kuvunja ushirikiano wa kijeshi na Ujerumani ni mwendelezo wa nchi nyingi Afrika Mashariki kuminya demokrasia kwa upinzani, hawataki kukosolewa. Mathias Mkumbaye Franco kutokea Dar es Salaam Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaeni meza moja, mumalize mzozo wenu. Mi namwona hapa ni coradius eh, Godfrey eh, akiwa kule Buhigwe anauliza kwa nini watawala hapa Afrika wanaogopa wapinzani, anaona kama kitishio. Robert Samueli akiwa kule Tarimo Tanzania anasema Doche Vele Kiswahili tuko pamoja. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi Niingie sasa katika ukurasa wetu wa Instagram. Namwona Almasumzambeli anasema pole sana ndugu yetu Bonifas Mangi, Mungu atakuponya na kulipa maumivu yote uliyofanywa. Maneti Magongo Kione wa Iringa Auluti Tanzania anasema umoja wa Mataifa, mko wapi? Hamuoni kinachoendelea huko Gaza? Tunafunga awamu hii ya kukusomea ujumbe mfupi na vilevile matangazo yetu. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badry 8 Utelsat 8 WB, Hotbed 13g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwaherini.